Umbali wa takribani kilometa 60 kutoka Kigoma mjini hadi kata ya Ilagala iliyoko wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma, utakutana na gereza la kilimo lililoanzishwa mwaka 1969 gereza ile la Ilagala, ambalo kwa muda mrefu limekuwa msaada mkubwa kwa wakazi wa ukanda huo katika nyanja mbalimbali. Mbali, aliko nyuma katika utekelezaji wa agizo la serikali kwamba taasisi zote zinazohudumia watu zaidi ya 100 nishati safi ya kupikia. Aidha, katika kufanikisha safari hii gereza kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la chakula na kilimo FAO liliweza kufungiwa mtambo mkubwa wa kuzalisha nishati mbadala bayogesi, kama mkuu wa gereza hilo Mrakibu wa Magereza Bakari Hasani Anga na msaidizi wake wanavyoeleza. Serikali, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kusema kwamba kila taasisi yenye watu zaidi ya mia wanaopikiwa wasitumie kuni, basi tukaingia ushirika na wadau wetu. Hawa wametusaidia sana kwa sababu changamoto iliyokuwepo ilikuwa ni rasilimali watu pamoja na fedha zinatumika kwenda kuandaa kuni, ikiwa pamoja na mafuta ya magari na gari. Lakini sasa hivi hiyo fedha tunaielekeza kwenye matumizi mengine ya maendeleo ya gereza. Vile vile rasilimali watu ambayo ni wafungwa, ile nguvu kazi tumeielekeza kwenye mashamba na shughuli nyingine za uendeshaji za maendeleo ya gereza. Hivyo hiyo ni faida kubwa ambayo sasa hivi tumeepukana kabisa na swala la matumizi ya kuni gereza Ilagala. Sawa, kama ni na wadau wetu na wafadhili wetu ni FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, shirika la kilimo na chakula na Umoja wa Mataifa. Tumekuwa na ushirika katika masuala ya kilimo, tumeshirikiana nao kilimo cha rizeti, maharage pamoja na viazi lishe, lakini wakaona wasiishie hapo tumewaomba na wakaona kuna umuhimu wa kutusaidia hii gesi nishati mbadala biogas. Kwao wameijenga wametuwekea mtambo hapa wa takribani milioni thelathini uh, ndio ambayo tunapikia mpaka sasa hivi. Tulijaribu kuomba, walitupa vyungu vikawa ni vidogo kidogo, ambavyo natulazimu tupike hata mara mbili au mara tatu tunarudia, lakini kaelezwa kwamba viungu hivyo ni kutokana na mtambo tulionao. Tukiweka viungu vingi basi au vikubwa, itabidi pia yawepo marekebisho kwenye ule mtambo. Tunapika kwa kurudia, lakini inatusaidia na wametufaa sana. Swala la kuni linakuwa halipo tena kwa upande wa gereza Ilagala. Kwa hiyo FAO ndio wameweza kutufadhili katika kutengeneza mradi huu wa nishati mbadala Inaitwa ASP Ali Omari Masenga, ni mkuu wa gereza msaidizi hapa Ilagala. Ni kama alivyosema afande mkuu wa gereza hapa kwamba huu msaada, huu mradi umetusaidia sana. <coughs> Mwanzoni kama alivyosema tulikuwa tunatumia e, kuni, lakini ba, kwa kushirikiana pamoja na wadau wetu hao wa FAO ndo wakatuletea huu mradi kwa ajili ya shughuli za <coughs> e, kupika chakula kwa ajili ya, ya watu wetu ambao tunaishi nao hapa ndani. Kwa ujumla tunajaribu kulinda sana mradi, tunajaribu kuulinda kwa ajili ya kuhakikisha kwa kwamba una haya malengo yetu tuliojiwekea, na malengo ambayo yamewekwa na serikali ya kutotumia uh, tutumie nishati ni, ni mbadala yanafanikiwa. Uh, <coughs> kwa mfano kwa sasa hivi hapa tunajaribu ku, kutafuta eh, vinyesi vya, vya, vya wanyama wetu ambao tunawafuga hapa hapa karibu, tunavisogeza karibu hapo, kwa ajili ya kuendeleza na shughuli zetu za kila siku, kwa sababu tunahakikisha kwamba hatukosi hatukosi katika mtambo wetu kinyesi, maana kinyesi ndio kila kitu katika katika kutengeneza hii gesi yetu ya, ya, gesi yetu ya, ya, ya biogas.